Watu wengi wanafikiri kwamba wanamlipa designer kwa kutengeneza logo peke yake, lakini ukweli ni kwamba haumlipi designer kwa kutengeneza logo peke yake, bali unamlipa kwa kufanya mambo haya matatu muhimu. Jambo la kwanza ni research. Kwenye research tutaangalia kwa undani biashara yako inahusu nini, washindani wako wakoje, umewatarget watu wa namna gani? Sawa? Na, na jinsi gani logo yako itakuwa tofauti na washindani wako. Jambo la pili ni brandi consistency. Kwenye brand consistency tunahakikisha kwamba logo yako inatakiwa itumike sawa na vile ambavyo vimedesainiwa kwenye masuala ya matumizi ya rangi. Jambo la tatu ni visual consistency across platforms. Kwamba logo yako itaonekanaje katika platform tofauti tofauti. Sawa? Mfano Instagram, TikTok, Facebook hata kwenye kwenye posters logo yako itakuwa inaonekanaje. Sasa swala muhimu la kujiuliza ni kwamba je, hiyo logo ambayo unaitumia imekizi ya amamu matatu? Kama jibu ni hapana, sawa, bado haujachelewa una muda wa kuifanyia refreshing. Na kama unahitaji kuifanyia refreshing logo yako, unajua wakunipata. Peace.